Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea, tunapiga makofi kwa ajili ya Maono. Shalomu wana na ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kwa furaha kabisa nikukaribisha katika kipindi cha Wenye Maono Usherehekewa, kipindi kinachokuletea uaminifu wa neno la Mungu ndani ya taifa la Pete ya Muhuri, neno la Mungu la mwaka 2023 juu ya uchumi wa ufalme wa Mungu hapa duniani na kipindi hiki kitakueleza namna ambavyo makampuni na taasisi mbalimbali zilivyozaliwa kutoka katika hili neno la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu juu ya uchumi wa ufalme wa Mungu hapa duniani, lakini pia yanaendaje na yanafanyaje kazi na wana wa Mungu hawa wamewezaje kutembea na hili neno mpaka sasa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa. Basi kipindi hiki kitakujia kila siku ya Jumatano saa kumi na mbili jioni na siku ya leo tunalo zao na kampuni iliozaliwa mwaka 2023 katika neno hili la uchumi wa Mungu hapa duniani unatamani kujua ni kampuni gani tuko na wewe uko na sisi ndani ya wenye maono husherehekewa Sonship Spirit TV utakuwa nami mtangazaji wako Lilian Kione hapa hapa Sonship Spirit TV karibu karibu maono husherehekewa Shalom, wana na ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, karibu katika kipindi cha Upendwa kabisa cha wenye maono husherehekewa kinaochukujia moja kwa moja kutoka Sonship Spirit TV. Na siku ya leo kwa neema ya Kristo kabisa, uh, tunacho kipindi ambacho tutakuwa na wageni wetu God's blessing Uh, ambao tutakuwa wakiwa ndio watu wa kwanza taifa la kwanza generation ya kwanza kabisa ya kipindi hiki cha wenye maono husherehekewa. Karibuni sana katika kipindi mtisana hiki kizuri. Tumefurahi sana kuwa na ninyi siku ya leo. Ninaamini kwamba mmefurahia kuwa na sisi wenye maono husherehekewa siku ya leo. Niwakaribishe sana kwenye kipindi Bwana wa Mungu, basi nitakupeleka moja kwa moja tuwatambue God's Blessing leo, kwa sababu nilikuwa najua leo tutakuwa na kipindi na God's Blessing nashangaa na watu wawili labda wameweza kutufafanulia mimi na uh, watazamaji wana wa Mungu wanaowatazama sasa hivi God's Blessing ni nani hapa? Na okay mm-hmm, uh, God's Blessing ni kampuni la kifamilia yes, ni kampuni la like kifamilia na aliishi kwenye familia alitenda generation baada ya generation yeah, na hapa mbele yenu uko na ya, mkono wa kurugenzi Mkurugenzi wenza kwa, kwa majina, naitwa Bausi Shebwana ya, ni mkurugenzi wa kampuni ya God's Blessing ya, nikiwa na mke wangu anaitwa Salma Shebwana. Yes, na ni mkurugenzi mwanza, yes, tuko pamoja, tunashirikiana pamoja kwenye kuihakikisha God's Blessing inasonga mbele ya, God's Blessing ni kampuni ya kifamilia, ni kampuni ya kifamilia ambayo inajihusisha na logistics services, tunajihusisha na mining services, tunajihusisha na, na recruitment services, tunajihusisha na, na consultation services, tunajihusisha na, na real estate, real estate services yes, yeah. Pia tunajihusisha na automotive services ya ikimaanikiwa na maana ya garage, car washes. Oh. Yes, hizo ni service ambazo tunazitoa na kampuni yetu. God's blessing ni kampuni ambayo imesajiliwa kiuhalali kabisa yes, na inafuata procedures zote za kiserikali na ina fata hatua zote za ulipaji wa kodi yes. Sisi ni walipaji wazuri kabisa wa kodi ya serikali yes, tunalibariki taifa ya. Kwa hiyo kwa ufupi, that is God's blessing, kama mkurugenzi na lakuongeza kwenye hilo na kuongezea, labda pia tumesahau huduma moja, tunafanya pia huduma ya catering services, that is very important. <laughs> ya <Yes. laughs> <laughs> Basi mimi nina sherehe yangu ni nina harusi yangu. Mimi na jambo langu nataka kufanya na ninahitaji service katika moja ya hizi service nzuri kabisa ambazo mmenitajia. Kwa nini mimi ninyi niwatafute God's blessing na nisitafute kampuni yoyote nyingine ambayo inatoa uh, services ambazo ni kama mnazozitoa nyinyi? Kwa nini, kitu gani ambacho nadhani ni cha upekee ambacho nitakipata kutoka God's blessing kikanivutia kwamba mimi nataka jambo langu libebwe na God's blessing? Okay, kwa ufupi God's blessing, kwanza ukichagua kufanya kazi na God's blessing, kwanza utajuta kwa yes, sababu sisi services zetu ni tunatoa, ni waadilifu kwenye utoaji wa services yes, service ni waaminifu kwenye utoaji wa services zetu. Services zetu ni zina quality, tunazingatia zaidi ubora kuhakikisha mteja wetu anapata kile ambacho anastahili, yes, anastahili na kile ambacho alikitaraji kukipata. Pia services zetu ni zenye ni sustainable. Yeah, ni sustainable services, zinazingatia mazingira, zinazingatia uh, uh, ni zenye uendelevu. Kwa hiyo tunahakikisha service tutakayoipata safari hii, tunahakikisha kuwa next time inakuwa ni yenye ubora zaidi. Kwa hiyo by the time tunaboresha service yetu, tunaboresha service yetu. Na mara nyingi huwa tunakusanya maoni pia kupitia kwa watu ambao tumefanya nao kazi yes, kuhakikisha mteja anapata kile kilicho bora zaidi yes. That is our services ya kwa... na kushawishi uchague, God's blessing kwa sababu hautajutia hautajutia Yes, na utapata kile unachotaka yes, kwa wakati mwafaka kabisa yes. Uh, basi mimi mtangazaji mm -hmm. wa Wenye Maono Husherehekewa, nitachagwa mara nyingi tukiwa tunaona wafanyabiashara iwe ni ndani ya ufalme wa Mungu ama nje ya ufalme wa Mungu, tunategemea mtu anapoanza biashara lengo lake kuwa inakuwa ni kutengeneza income kutengeneza pesa Jain. kutengeneza um, faida Jain. ili maisha yaende kwa namna ya nje ambapo watu wanaingilia, nope. Labda nizungumzie kwa swala la God's blessing, malengo yenu makubwa ni nini? Lengo kubwa la God's blessing ni kwamba tu nataka tupate services nzuri <laughs> tupate services za uhakika okay. malengo makubwa ya God's blessing ni nini? Nini hasa malengo yetu makubwa kabisa? Kwanza sio income, ni kujitangaza ili tuweze kujulikana zaidi, na tunapojitangaza kwanza, tunaweza kuwafikia watu kwa zaidi kwa maana, kama mmeona jina la kampuni yetu God's blessing, kwamba sisi tumebarikiwa na Bwana na sisi tunabariki dunia. Tunabariki dunia kwa zile huduma ambazo tunazitoa kwa, tunatoa huduma nzuri kwanza na tunajitangaza kwanza, ili tuweze kuwafikia watu kwa zaidi, ili tuweze kuwapa kilicho bora zaidi, then income inafuata. Yeah, uh, juu ya hilo God's blessing wakati tunaanza, yeah, mainly mai hatukuenda direct kuangalia faida, tulienda direct kuangalia tunahakikisha tuna tunampatia mteja kile ambacho anakitaka, yes? yeah. Tulijaribu, tuli, tuli, tuli kuhakikisha kuwa sio tu kuangalia okay, nafanya natoa service ili nipate faida ila, je, hii service ninayoitoa pia inakuwa ni solution. ni solution ya tatizo sababu. Yes, tumeona kuna tatizo kwenye logistics, tumejiingiza kwenye logistics. Yes. Yeah, tumejiingiza kwenye logistics, maana yake kuhakikisha wateja wetu wanapata solution nzuri kwenye masuala ya logistics, the same one catering, the same one consultation. Yes, kwa hiyo kikubwa sisi tulichokiangalia mwanzoni hatukufocus mainly kwenye faida moja kwa moja. Yes, hatukufocus mainly kwenye faida moja kwa moja, ila tulifocus kwenye kuhakikisha tuna provide solution kwa wateja wetu. Na mkiwa mmeweka mbele kipaumbele chenu kikiwa ni kwamba mnatizama kuwa majibu, yes, kwa watu mnatizama, yes, kuwa majibu kwa wateja wenu wote ambao wamewachagua na wamewaamini God's blessing. Yeah. Mkiwa mna focus katika yu, maono yenu makubwa ni kwani? Maono ya God's blessing. Yeah, maono ya God's blessing. blessing ya ya maono makubwa ni ku ni kuhakikisha tuna tunakuwa sio kiinchi tu tunakuwa kitaifa tunakuwa ki mataifa pia. Yes. In short, malengo yetu na maono yetu makubwa ni kuhakikisha God's blessing inasambaa inakuwa ni kampuni la kimataifa laki hatuishi mm tu kwenye taifa, kwa sababu aina ya service tunazotoa, aina ya malengo yetu kwa nayo pia God's blessing, tuna tunahakikisha kuwa sisi tunakuwa ni kama jina lilivyokuwa, tunakuwa ni blessing kwa taifa tunakuwa ni blessing kwa dunia hayo. Yeah. Yeah, ni malengo ni malengo yetu makubwa na yeah. Pia kizuri yeah, kuongezea kwenye malengo yetu yeah, malengo yetu kampuni yetu ni kuwa ya kizazi hadi yani kizazi, sio kwetu sisi tu, yaani tunataka kuresesha kizazi hadi yani kizazi, mpaka kufikia huko mbele kwamba watoto wetu wataendeleza, watoto wao wataendeleza mpaka hapo mwisho unapofika. Nashukuru sana mwa kuzunguza swala nzuri kabisa la kurithisha kizazi na kizazi na kizazi, na kwa namna ambavyo uh, iko ni kwamba umri wa kuishi wa jambo lolote, kampuni au biashara yoyote, ili iweze kuenda vizazi na vizazi na vizazi, huwa mara nyingi mzizi wake mkubwa umetoka katika historia, ili anzaje, ilikuwaje, mpaka na hilo ndio ambalo linaenda kudetermine hicho kizazi na kizazi na kizazi kinaidaji. Labda historia ya God's blessing ikoje mpaka unakuwa na confidence ya kusema itaenda kizazi kizazi kizazi, labda tupate kwa historia ya ufupi. Okay, historia ya God's blessing kama ambavyo umeuliza kwenda kwa kizazi hadi kizazi, kwanza hii kampuni mpaka tukaita hivyo jina la God's blessing ni kwamba tulikaa chini tukapanga tuliangalia kwenye familia zetu, history za familia zetu, kulikuwa kuna vitu gani kwa sababu wazee wetu walishindwa kuendeleza vile ambavyo vitu wa Mungu alivyowapatia kwao. Sisi tulitaka kuangalia kuna kitu gani ambacho Mungu aliweka kwenye familia zetu, ambapo wazee wetu walishindwa kuviendeleza mpaka sisi kuvifikia. Kwao sisi tukaanzia pale ambapo wao waliishia, tukaangalia kuna vitu gani ambavyo vilikuwepo kwenye familia zetu lakini mpaka hivi sasa bado vimeshindwa kuendelea. Kwa hiyo tukakaa chini tukaangalia kwenye familia yangu na kwa familia ya mkurugenzi mwenza, kuna vitu gani au kuna biashara gani ambazo walikuwa wanazifanya mpaka zikashindwa kutufikia sisi, mpaka sisi tukaamua sasa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tulikana tulikaa hilo wazo, mimi nikauliza historia ya kwetu na yeye akauliza historia ya kwao, kwa sababu kitu chochote ambacho Mungu anakiweka kwenye familia kinakuwepo, hakipotei. Yani, kinakuwepo kizazi hadi kizazi. Ni kwa sababu tu labda wazee wetu zamani walishindwa kuendeleza yale mawazo ambayo Mungu aliwapatia. Kwa hiyo tulivyokaa chini tukaja na majibu sita, mimi nikuja na vitu sita na yakaja na vitu sita. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinafanana na vitu ambavyo vilikuwa vifanana, na ukiangalia kwenye hivyo vitu, ni kweli hata sisi tunavyo, lakini tulishindwa kuvifanya, tukaingia kwenye vitu vingine. Kwa hiyo tukaja kupata kuna logistic tukaja kupata catering. Hivyo vitu vyote ambavyo tumeviorodhesha kwenye kampuni ni vitu ambavyo vipo, yani vipo kwenye historia ya familia zetu, ila kwa sababu labda ya kuto kufahamu wazazi wetu walishindwa kuviendeleza. Kwa hiyo sisi tukaamua kuendeleza kile kitu Mungu ambacho wameweka kwenye, kwenye familia zetu, na sisi tunataka tuendeleze kwa ajili ya kizazi chetu na kizazi chetu, kitu ambacho Bwana ametupatia kwenye familia zetu. Hiyo ndio historia. Labda nirudi kwa mkurugenzi kidogo, mm -hmm. Nimepata historia nzuri sana kutoka kwa mkurugenzi mwenza na inaonekana ulikuwa ni mchakato mrefu sana yes. Kufikia maamuzi ya God's blessing, sasa tunataka kuianzisha, ilianza lini rasmi? Rasmi ilianza uh, God's blessing ilianza rasmi mwaka elfu mbili na ishirini na nne na ya ilikuwa ni mwezi wa sita ya ilikuwa ni kwenye tarehe kumi na sita kwenye tarehe kumi na sita, yes, sita, mwezi wa sita yes. Ilianza ndo mwanzo wa God's blessing ya, lakini sasa ilianza hizo tarehe, lakini mpaka sasa hizo ni tarehe ambazo wazo lilianza, ila mpaka sasa God's blessing ina operate kwenye damu na nyama yes. Inatoa services ambazo mwenzi amezisema na mi pia nilizisema ya kwa hiyo, yes, kwa ufupi, Yanake, ya, anune, yes, kwa ufupi ndio iko hivyo, manake mwaka 2024 mwezi wa sita tuna kama mwaka mmoja kwenye operation. Asante sana, asante sana. Okay, kama ambavyo mesema ya kwamba wazo ulipata wa, wa, wazo na mkaamua rasmi kuanzisha 2024 na wakasema, mm -hmm, kwamba baadaye, sasa sasa hivi wazo linafanya kazi lina operate mm -hmm, kwamba unavyokuwa na wazo umelipata ndio mm -hmm, wazo liko mezani izito operate mm -hmm, au lina operate ukishaanza kuona materials yeah.